Mwanza hoye! Ali selema, Ali selema, Samia selema na Mwanza selema. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa, Mheshimiwa Rais Mstaafu mzee wetu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, Comrade mzee George Masatu Wasira, makamu mwenyekiti wa chama chetu Chama cha Mapinduzi, na wajumbe wote wa kamati kuu, Mama Janet Magufuli na familia ya hayati daktari John Pombe Joseph Magufuli. Naomba pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Selman Kakoso, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya miundombinu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, maheshimiwa Mawaziri walioko hapa na viongozi wote. Mheshimiwa Rais, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu. Na mbili, Mheshimiwa Rais, nikushukuru wewe mwenyewe kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kufanya kazi hii ya kihistoria hapa Mwanza leo ya ufunguzi wa daraja hili ambalo ni nembo miongoni mwa nembo sasa za taifa letu. Mheshimiwa Rais.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 mia nne na hamsini. Na ndiyo maana tunasema mama, umeweza. Mheshimiwa Rais, ulipokuja katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania uliwaambia Watanzania ya kwamba mimi Samia Suluhu Hassan nitahakikisha hakuna mradi uliosimama. Kigongo Busisi, daraja la John Pombe Joseph Magufuli umelikamilisha. SGR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 unachoahidi unatekeleza. Na katika maneno ya matukufu yanayosemwa, iko hadithi inasema sisi tutaulizwa kwa kuwa sisi ni wachungaji, kullukum rai wa kullukum masula an raiyat, ni ninyi nyote yote ni wachungaji na mtaulizwa kwa vile mlivyovichunga. Mheshimiwa Rais, wewe ni mchungaji mwema, na ndiyo maana yote uliyoyaahidi kwa watanzania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 Lililoko hapa la John Pombe Joseph Magufuli liko kilomita kumi na tano tu kutoka katika stendi kubwa ya reli ya kisasa SGR, ile inayoitwa Fera. Mheshimiwa Rais, stesheni ile ya Fera ndiyo itakayokuwa stesheni kuu ya mizigo inayokwenda katika nchi jirani za Uganda na mpaka kule Sudani ya Kusini.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 yapo katika hatua ya mwisho. Tunakwenda kujenga barabara nne, mbili zinaingia Mwanza na mbili zinatoka mpaka hapa Usagara. Mwanza hoye! Mama Samia hoye! Mheshimiwa Rais, umenielekeza pia mara baada ya kuombwa na waheshimiwa wabunge ya kwamba tuifungue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 nimalizie kwa kukupongeza sana, tena kwa mara nyingine, kwa kazi kubwa hii uliyoifanya ya kulijenga taifa letu. Tunayo mengi ya kueleza juu ya viwanja vya ndege na mengine yote uliyotuelekeza ya kuhakikisha kwamba tunafungamanisha uchumi wetu, ili kusudi tuendelee kufaidi, wakulima, wavuvi na wafugaji waweze kuinua pato la taifa letu. Wewe ni jemedari, na ndiyo maana tunasema Oktoba ikifika sisi sote tuna tick kwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Aliselema selema selema, mama Samia hoye! Asante sana mheshimiwa rais, tunakushukuru. Tuna Mheshimiwa Abdalla Ulega, waziri wa ujenzi. Na sasa ni wakati wa burudani tukianza na Reivani. Haraka haraka haraka haraka, haraka, haraka. Reivani karibu. Asante katika stage kama una bendera, kama una kitambaa peperusha kwa ajili ya mama tuimbe pamoja. Chafu. Peperusha bendera. Peperusha bendera nione haa.